Kama nilivyokuahidi mtazamaji fahamu e, siku hii ya tarehe tano mwezi Juni mwaka 2025 katika uwanja huu kumekuwa na shughuli nyingi, hasa so shughuli ya kupamba mazingira na shughuli ya kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa safi. Na kando yangu tu nina mmoja wa bingwa ambaye kazi yake anajishughulisha ya na kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa safi na pia anahakikisha kwamba mazingira yanapata haki yake. Na labda tu bila kupoteza wakati, utambulishe wewe ni nani, unatoka wapi na unafanya nini?

We had a whole lot of children school children and uh, from people from all walk of life and during the the, the commemoration we have had to admonish encourage and and, and tell people on, on what on the need of them to take care of them because it's a collective responsibility uh, so that you can be able to beat plastic pollution. Labda nikuulize tu ndio mara yenye ya kwanza labda kupanga shughuli kama hii Mm-hmm. Ah uh, kwa hakika si mara ya kwanza hii, hii, hii ni sherehe ambayo inaadhimishwa kila mwaka. So kama Team Environment Kenya tumejaliwa kuwa washiriki ama washikadau katika uh, u, u, u, maandalizi yake uh, ambayo yalianza yapata mwezi wa pili ukielekea kuisha. So katika muda kama miezi uh, miwili iliyopita tumekuwa na washikadau mbalimbali mbali, mashirika mbalimbali mbali, ambayo tumekuja pamoja tukaweka mawazo yetu tuka pamoja na tukapanga hadi siku hii ikapangika na ufanisi wake umekuwa ni katika uh, uh, kwa watu, mashirika mbalimbali. Naam. La, labda tu ni kuuliza kwa sababu si mara yako ya kwanza kupanga shughuli kama hii. Labda tofauti ambayo wewe umeweza kuiona kutoka shughuli ya mwaka uliopita na mwaka huu ni upi? A, tofauti bila shaka imekuwa ni kubwa maana mm, jinsi uh, uh, kwanza kabisa uh, county government imejitolea kwa kiasi kikubwa chini ya uongozi wa uh, chief officer Geoffrey Mosiria ameweza ambaye ana an, ari ameweza kukua katika vipindi mbalimbali kwa, uh, kwa, kwa, kwa, kuhu, himiza uh, watu mbalimbali jinsi ya kuchunza mazingira, maana hivi chupa za plastiki ndizo ambazo kwa sababu ya ukosefu wa kuzitunza salama zinapata katika sehemu ya uh, uh, pita uh, njia ya maji, inakuwa inasababisha blockages za uh, siwa na waterways. Sasa imekuwa ni siku njema kwa kukumbusha tu wakaji wa Nairobi ya kwamba ni jukumu letu wote kushirikiana ili kwamba uh, pita za njia za maji hazizuiwi na chupa hizi za plastiki, kwa sababu ya kwa sababu ya kukosa njia mwafaka ya kuzitunza mm. Na la muhimu pia niseme ya kwamba Geoffrey Masiria na kikundi chake Nairobi City County wamekuwa wakiinstall waste bins around Nairobi CBD and its environs mm. Na hivyo basi ku, ku, kupeana ama kuencourage wakazi wa Nairobi kila, na si, si chupa tu takataka taka za aina yote ile, unapotembea sehemu yote hiyo, Nairobi imewekwa, una imeandikwa Nairobi uh, City County, pale ambapo ukiwa unataka aina yote ile unaweka kwenye ile sehemu itakaja kuchukuliwa na maafisa wa serikali. So hiyo ni kundi shughuli ambayo imefanya katika wiki iliyopita, na, na maadhimisho haya yamekuja ya katika wakati mwafaka zaidi. Na labda tu nikuulize kwa malengo ya asilimia, labda kunayo asilimia unaweza peana kama ya shirika kwa kuonyesha tofauti wa mwaka, wa mwaka uliopita kuhusiana na shughuli nzima na mwaka huu, labda kunayo asilimia ambayo upo tayari kupeana? Bila shaka nakumbuka, na mwaka uliopita tunaokumbuka kama mwaka wa Gen Z katika kipindi mwezi huu uh, mambo yalikuwa yamechemka, hivyo basi maadhimisho hayakukuwa na mashiko sana kwa sababu kulikuwa na uh, hali ya uchumi ambayo ilikuwa inaumiza kila mtu na vijana walioshiriki katika, katika mwaka huu walikuwa mbioni waki, wakiteta uh, mitandaoni na pia barabarani wakisema kwamba hii finance bill haina budi uh, kutopitishwa no. So uh, kuna tofauti kubwa Uh, leo washikadau wamekuwa wengi uh, mazi, ma, mazingira yamekuwa ya amani ya utulivu uh, tofauti na mwaka uliopita. Labda tu nikuulize kwa ufupi tu, tukimaliza malizia uh, alipokuwa kwenye jukwaa Geoffrey Musiri ameiguzia tu mikakati waliopanga kama kaunti ya Nairobi, kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa salama, labda kulingana na shirika ambalo unalifanyia kazi, ni mikakati gani ambayo umekawazi kuhakikisha kwamba mazingira yanabaki kuwa safi? kwanza kabisa kabla ya kuadhimishwa kwa siku hii tulikuwa na mikakati no. Kwanza kabisa ya kufahamisha, tumekuwa na mazungumzo ambayo tunaita kwa kimombo awareness creation no. Tumekuwa na vikundi, webinars, vipindi ambavyo tumekuwa katika mitandao yetu tukiwa na, na wasemaji wase na mashirika mbalimbali ambao walikuwa wali wanapeana mawazo yao maoni yao, na jinsi ambavyo tunaweza kushirikiana kuishi kwamba mazingira yetu yamedumishwa, kuanzia kwa walimu, wanafunzi na mashirika mbalimbali. So hayo mazungumzo yanakwenda kuendelea na. Kando na maadhimisho ambayo yameisha siku yamefikia ya kikomo yake siku ya leo, sisi kwa kwetu sisi ni mwanzo na. Maana hatutasubiri mwaka ujao kwenda kuendelea na ma, ma, mazungumzo hayo maana uh, awareness creation ama ku, kuwafahamisha umma inapaswa kuwa ni jambo la kuendelea siku baada ya nyingine, kuwakumbusha. Maana wanadamu kama tulivyo, tuna usahaulivu wa, wa haraka. Na labda tukakumalizia, ni yapi ambayo unayo ya kusema kwa taifa na hamasisho kwa jamii uh? Nangependa kusema ya kwamba majukumu ya kutunza na kuhifadhi mazingira hmm, ni jukumu letu sote la tunapaswa ku, ku, ku, kuwajibika kutokea kwa mtu binafsi. Uh, kama kutokea kwa nyumba na community, so ni vizuri tukijum, tukishirikiana uh, ili kwamba mazingira yetu yawe masafi. Shukrani sana kwa wakati wako. Asante, asante. Kama ulivyomsikia mtazamaji huyo amekuwa ni Matthew Ochanda ambaye yeye ndio msimamizi wa shirika la Team Environment Kenya ambao shirika hilo lipo mstari wa mbele kuhakikisha kwamba masuala ya mazingira yametendewa haki huku nchini na hata kitaifa, uh, huku Nairobi na hata kitaifa. Mimi ni Yasin Ali, Go Green Television. Green vibes, real lives.